Kwa kumalizia kuna jamaa mmoja alikwenda msikitini kila siku anakera, eh, bwana naomba dua. Anamwambia imamu, niombea dua, nataka nataka mtoto. Imamu akasema alhamdulillah, na mtoto, mtoto. Ah, ah, yule mtu aliko hajapata mtoto mpaka leo, tunazidi kumombea, lakini mibidi leo tumuulize huyu mkewe hata dalili ya mimba hajapata e bwana hebu tukuulize kwanza una wake wangapi kwani wewe anasema besi na mke ah, sasa wa, anawashughulisha watu ah, sasa huyu mtoto utampata kwenye ukuta ah, kila kitu kina sababu yake bwana ah, mtihani bwana Wapo watu wanajidai design kama hizi, kila kitu kina sababu yake. Kwa hivyo inshallah, na wale wanajidai swala, swala wasijidai. Wengine wanajulikana bwana, kama wanga kabisa. Kuna safari moja, kuna bwana mmoja alichelewa msikitini. Me hupenda kuongeza vitu kidogo ili tukae sawa hey. Alichelewa msikitini kuchelewa kwenyewe yani kachelewa kachelewa. E, kawahi kuamka, kenda mapema msikitini sawa. Amechelewa, hakuzipata hizo time za uhakika, maana kenda mapema, ndo kuchelewa kwenyewe. Maana yo muda wenyewe wenyewe vile vile, unaweza ukasema kachelewa, maana kachelewa zile time za msikitini hazikupatikana, maana kenda mapema. Vile vile, unaweza kurejesha Kiswahili, unaeza ukarejesha Kiswahili huku, unaweza kafahamu hapo, utakoshani fahamu eh? kenda mapema kwenda kiasi cha saa tisa ndo anakwenda kwenda msikiti umefungwa, na taimu hana yule, vijijini, akaona bora msubiri, subiri pengine hapa msikiti utafunguliwa sasa hivi. Akasubiri subiri mpaka ikafika saa kumi saa kumi analikuta jibwa ninakuja ninatikisha mkia ile bana, kaanajitizamia tu ile ngondo anaangalia jibwa linafukua chini likatoa mfuko wa plastiki ndani, mna kanzu. Akaona huyu jibwa leo anataka kuvaa kanzu, akafungua akavaa kanzu, ndo katika ule mtindo wa kutaka kuvaa kanzu akageuka mwanadamu akavaa kanzu, halafu akamfahamu kwamba huyu ni mhadimu wetu wa msikitini na ufunguo wake, akende akafungua msikiti na sijaonekana kumbe, kuna mtu ndio huyo bwana. Akafungua msikiti, kufungua msikiti akaingia, akavuta mic, akaingia ndani, anasema haya mambo, analaani kwanza. Nani huyu? yeye kajigeuza mbwa. Wenzio leo kwa kulala wanalaaniwa, leo huyu

wenginedomanata kusomesha kitabu kafumba macho hivi, si kwamba labda ndo ana elimu kubwa na majini yule. Sasa anafumba maco macho, huyo anatumia mazingara, wengine hupandisha majini yao, habari zao. Sasa eh, yule bwana kafika, muda imamu hajahaja akasubiriwa, time zake jamani, na time imamu ana time zao, anatemzasi kavamia tu kibla, ukavamia kibla tu, wana time zao, zikitizama zimezidi tena, ndo watu wanasema tusalini. Anatafutwa imamu msaidizi, hayupo yoyote, anaweza kuswalisha, ataswalisha mwenye sifa, lakini sio na fulana lako la, la, la Manchester unatuingilia huku mbele, unapenda mpira kuliko Mungu Kidogo kidogo awe kidogo, anajitahidi tahidi, na mambo sio atupige chakachua huko. Basi kwa kutokana na hali akaendesha swala yule jamaa. Anaitwa mbwa yule, alikuwa mbwa yule aloadhini yule mbwa, lakini alipoadhini alikuwa mtu, hakuwa mbwa. Sasa jamaa akasema yuko jamaa safu sawa, atakuendesha swala sasa awasafirishe wenzio kwenye ibada, awape raha. Haya ni nzuri sana swafu bwana. Ikiwa imekaa vizuri, Mwenyezi Mungu ndo atatukubalia ibada yetu, tufungamane vizuri, tugusane vizuri, vizuri. Na hili ndo tatizo sasa hivi watu kwenye swafu, ili watu wengi wamekuwa swafu, sasa hivi zinaachana. Hili tatizo kubwa sana msikitini, sijui kuna nini, ndio maana tunakuwa hatupendani swafu bwana. Mtu anaacha sana nafasi hivi. Jamani, tujitahidini, hebu tukaze hasa hizi swafu hebu kwa sasa tatizo hili tuliweze tu, tu tukazi sasa hizi safu tukazi sasa makini. Leo nitaona mfano hapa tukimaliza, tukianza swala hapa tuone tunavyoshikamana, lakini mtu anaacha nafasi pale, mtu anaingia mwingine, inaanzishwa safu nyingine. Ni kosa Mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sema mbora wenu yule ambaye atakae ikazisha safu ikawa vizuri. Njoo ingie kule utalia na jusu la kuzama tena mwingine anaweza kudhubutu, kama bado kuswali, ataweza kuambia tumejenga msikiti mpaka wa gorofa, kakae juu huko tani, wewe hii nyumba yako? Tufuate utaratibu bwana. Na muda mkubwa, imamu wakati mwingine anatakiwa apige angalia, sasa safu zake zile, anapiga ripoti, anaangalia, anapita ya kwanza, ya pili. Tukifanya hivyo, tutaona utumwa. Sasa akae imamu, aanze safu ya kwanza, aitizame iko salama, aitizame ya pili iko salama, angalau afike ya tatu, tusijui kama hata ya nne atafika. Watu wa maki bwana, wewe swalisha bwana, wewe natufanya kama tuko Arabuni. <laughs> Maana watu rafiki wangu majahili humu.